Basi niwakaribishe familia yote ambayo iko hapa, familia ya TCB na wageni waalikwa wote, pamoja na washindi wa hii mizigo ambayo iko pembeni yangu hapa. Niwapongeze in advance, lakini pia nijitambulishe, mimi naitwa Garabond na niko hapa kwa ajili ya jambo hili zuri kabisa la toboa kidijitali. Nikisema toboa, mnajibu yeah. Toboa! yeah. Ah, naomba mtambue kwamba kati yenu nyinyi hapa mliposimama wapo washindi wa wow, hizi zawadi ambazo zipo hapa baada ya wao kutoboa kwa niliko kidijitali naomba, in advance mapige makofi mengi tuwapongeze. Makofi makofi makofi mengi kwa washindi, sante sana. Toboa, ok. Swali ni je, mpo tayari kuwaona jamani? Are you ready to see them? bila shangwe jamani, bila makofi basi washindi, naomba msoge mbele. Mr. Derek Sayo Mwanginde na bwana Dadi Mtanda Chivanga, naomba soge mbele. DJ walete kwa shangwe la kutosha. Makofi makofi kwao, makofi makofi kwao, bwana apokee wageni wako. Makofi, makofi kwao, makofi makofi kwao, yeah. Thank you. Sasa hapa tunaye bwana Derek Sayo Mwanginde na tunaye Mr. Daddy Mtanda Chivanga. Yes, naomba nianze na bwana Derek, punga mkono tukuone, Derek. Eh, Daddy, punga mkono tukuone bwana Derek. Ndio huyu hapo. Ehe, Mr. Daddy, naomba punga mkono tukuone. Wapigeni makofi, wapigeni makofi. Najua wapo wazee wa kubeti. <laughs> Nani anachukua gari, nani anachukua bajaji? Eh? Haya, mimi siachi kuzungumza ku, na wananzengo. How are you? Looking good. Hi, umemwona Bwana Daddy na Bwana Derek. Bwana Daddy ndo yule pale mwenye barakase yule anachukua gari bajaji, ulitakuwa gari, eh? ambaye anapingana na ubibi ni nani? haya eh? Bwana Derek anachukua gari bajaji bajaji watu aawatu wanabeti. Haya, ambaye anakwenda kukata mzizi wa fitness si mwingine bali ni eh, bwana Jesse, naomba kamata kipaza alafu useme nani anashinda nini. tumshangilie mshindi wetu wa bajaji wa kampeni yetu hii ya toboa na kidijitali ni bwana Derrick uh, Sayo Mwanginde. Makofi makofi makofi mengi kwa Derrick Sayo Mwanginde ametoboa kidijitali. Mshindi wetu wa zawadi ya gari uh, CX5 ambayo ndio grand prize ya kampeni yetu hii ya Toboa Kidijitali ni bwana Dadi Mtanda Chivanga. Makofi! ongera sana Mr. Dadi Yeah Kiukweli, nina furaha kubwa sana kwa kukabidhiwa zawadi yangu leo ya bajaji. Nilipigiwa simu katika mazingira ambayo sikutegemea na kaka Victor, pale nafikiri atakuwa shahidi mzuri, akaniambia nimeshinda, nikawa siamini, nikaja kuangalia interview kwenye social network, nafikiri ilikuwa Facebook basi pale ndo nikaamini kwamba okay, kumbe kweli nimeshinda nime... kwa hiyo napenda kutumia nafasi hii pia kuwashawishi au kuwashauri vijana wenzangu ambao tunafanya biashara, tuna wanafanya kazi, benki ya kutumia ni TCB. Mimi natoka Igunga, ni wilayani, lakini unaweza ukaimagine kama mpaka kule tunafanya miamala ya kidijitali sasa. Mimi ambao ambao mko hapa mjini tunategemea muwe mnafanya zaidi yetu awali yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa leo kutukutanisha hapa katika hafla hii na yote ni Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye anayoyaweza kwa kweli natapenda nata, nata, kushukuru sana kwa hii zawadi ya gari niloipata mimi ni mkulima nilikuwa mtumishi ni, ni mstaafu kwa kupata zawadi hii nimeshukuru sana na sio kwamba imekuja kinani, kwa sababu mimi huwa nafanya hiyo miamala e, maana sipendi kutegemea, kwa sababu hata hiyo siku ambayo nilipigiwa simu na kuambia kwamba mimi ni mshindi, nimepata zawadi ya gari, nilimsikiliza ana maudhui gani anaendeleayo kuyasema nikifikiria labda labda nitapiga namna gani, nikaona nasubiri tu anitajie tuma hela hapo hapo <laughs> hey, nikakata hiyo simu eh, nilikuwa naikata hiyo simu kwa sababu nilikaka hao wale wale, lakini nashukuru la, yaani alinihakishia kwamba hii message ndio sio mimi ya kweli, kwa sababu baada ya kuniambia kwamba wewe ni nani nani, kwanza alinipa hongera, hongera sana wewe, ndio mshindi wetu ambao walikuwa wamefanya miamala na wewe, katika ambao umefanya miamala, wewe umekuwa ndio mshindi hapo kidogo ndio nikatuliza ile inawezekana ikawa ni kweli. Eh e, pamoja na kwamba sikuamini asilimia 100%. Nikasema ngoja nisubiri, basi baadaye tena akanirudia tena kunipigia simu, bwana nafikiri taratibu zingine zitakazofuatia basi tutakuwa tukikujulisha. Ikafikia hatua mpaka niambie kama una TIN number nitumie. Ah, nikaanza kujijenga confidence sasa. Kwa sababu hiki kitu kweli kinawezekana ikawa ni cha kweli. Baadaye kanavna kutumia mkataba kabe. Sasa kama mpaka kwenye mkataba, eh, kwenye mikataba ni, basi nikaenda kwenye tawi langu nikapewa mikataba s taa tumeshaipata tayari. Basi hapo kweli, hapo ndio nikaanza kuamini ni kweli hiyo miamala. Kwa kweli kwa uwezeshaji huo wa benki tunashukuru sana, kwa sababu mimi niko kijijini kabisa, ambako kidogo na mkoani makao makuu ya mkoa au makao makuu ya halmashauri niko mbali kidogo kwao, natumia miamala kufanya transactions zangu zote za kibenki, na hii ndio benki ndio kaichagua kuwa nayo pamoja. Kwamba kwa umri huu, huko nyuma nilikuwa na benki zingine, lakini ndio naitumia kwa sasa hivi kwa mambo yote, kama ni kutoa pesa, kama ni kumlipa mtu, kama namuuliza, bwana, una account ya benki? Sina. Una simu? Ndio bwana, ni huko nawatumia na, na, na kwa kweli. Kwa hiyo nashangaa, nashukuru sana na huduma hizo zimeendelea paka hata kwa sasa hivi sasahivio simudevaamakala wa, wenu bado tunawatumia wapo mpaka kwenye labda kule halmashauri au makao makuu ya miji mikubwa, basi hilo tukweli tunalishukuru sana na naomba muendelee na izidi kuboreshwa zaidi. Tupe fursa hii kuwashukuru wateja wetu kwa kutuamini na kuweza kufanya hiyo miamala ya kidijitali kwa wingi mpaka tukafikia hatua ya kutoa zawadi hizi. So huu ni mwisho wa hii kampeni mahususi ya toboa kidijitali, lakini kifungua mwanzo wa mambo mengi mazuri ambayo yanakuja. Kwa hiyo tuwahimize muendelee, uh, kwa wateja wetu muendelee kufanya transaction na Tanzania Commercial Bank, muendelee kutuamini kwani, uh, wanasema ndo kwanza tume play, play. Kwa hiyo mengi yanakuja mazuri zaidi. Uh, sasa kwa kipindi cha hii miezi minne ambayo kampeni imeran uh, tumeona imeleta matokeo chanya makubwa sana moja, watumiaji wetu wa huduma za kidijitali wameongezeka sana angalau kwa asilimia 88, katika kipindi cha miezi minne ambayo kampeni mela. <apples> namba mbili, miamala inayofanyika kwenye matawi yetu na yenyewe kwa kiasi kikubwa imepungua, ambayo kimsingi ndiyo ilikuwa lengo letu kabla ya kampeni hii kwa wastan, tulikuwa tunafanya angalau miamala laki mbili na sabini na nane kwa mwezi, lakini sasa hivi tunafanya miamala laki moja na sabini na sita tu kwa mwezi kwenye matawi yetu. Maana yake ni kwamba tumeweza kuipunguza kwa asilimia 53, na kwa kweli hayo ni matokeo chanya kwelikweli kweli ya kampeni hii. Uh, unajua hivi, uh, vyombo vya moto, uh, huwa inatakiwa kuvisecure, yani viwe salama in case of accident ama chochote ambacho kinaweza kikatokea, basi kwa namna ya pekee kabisa ni mkaribishe mwakilishi kutoka ZIC ambao wamekatia bima comprehensive kwa mwaka mzima kwa vyombo vyote hivi waweze kukabidhiwa. Asante sana. Uh, kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa kibali cha kukutana na jioni hii, lakini pia uongozi wa Benki ya TCB kuhakikisha kuwa kuna la wengi lakini ikachagua shirika ambalo lina uzoefu wa zaidi ya miaka hamsini katika kutoa huduma za bima na ikatuchagua shirika la bima la Zanzibar kushiriki katika kilele hiki cha Toboa Kidijitali kidi, kidi, kidi, kidi. lakini pia uh, wako washindi wetu, hivi vyombo vinahitaji uh, ulinzi kama alivyosema mheshimiwa hapa dhidi ya majanga mbalimbali, na sisi kama shirika la bima la Zanzibar tukasema tutoe bima ya mwaka mzima comprehensive kuhakikisha vyombo hivi vitakuwa salama kwa kipindi cha mwaka mzima, huko ambako wataenda kuvitumia. Hivyo Mr Dadi na Delic, naomba ni wakabizi policy zenu za insurance za mwaka mzima. Mtakuwa salama. pindi mtapopata matatizo yoyote huko mtakokuwa mnavitumia barabarani, basi wasiliana na benki ya TCB kwa ajili ya kupata msaada wa compensation na matengenezo ya vyombo vyenu. Tunashukuru sana kwa kuchagua TCB. Asanteni.